Watu wengine huko sijini wao, hao wametumwa, maana watu wengine nao kutumwa kunawezekana. Kauli mbiu yao tena haina tafasiri ya Kiswahili, ni Kiingereza tu, no reform no elections. Kiswahili chake kinasemaje? na kama haina tafasiri ya Kiswahili, hii kauli hiyo ni ya hapa au <laughs> ya Ulaya? Lazima tuelewane, nchi hii yetu wote. Kuna kiongozi wetu mmoja, sijui alikuwa amepata, amelewa, akasema ataichoma Tanzania, tuanze upya. Tukasema haiwezekani, huwezi kuchoma Tanzania, siyo ya kwako na Watanzania hawezi kukupa kibali cha kuichoma Tanzania. Hata ukichoma nyumba yako unayoishi, tunakukamatamana, ni kosa la sheria. Haya, tuambia <laughs> ili hasa wanasemaje, kwa sababu Rais Samia alipochukua alipoapishwa kuwa rais kulikuwa na maneno manendo, nchi haikosi matatizo. Na wenzetu wanaosema nchi Kiingereza walikuwa wamekimbia nchi. Rais akawaambia Joni mtakuwa salama. Na wako hapa na wako salama. Leo nimesoma sijui alikuwa anaenda Angola, sijui wamewanyang'anya passport. Huko ni Angola, sio hapa.

Kuambia tu msiingie, msirudi nyumbani, na wako hapa, na wako salama. Leo nimesoma, sijui alikuwa anaenda Angola, sijui amewaanganya passport, huko ni Angola, kii siyo hapa. Hapa hatujawanyang'anya passports tena, hiyo likiexpire kuna wapa ili waende wanavyotaka, alafu warudi salama, serikali ikae kimya, serikali ikae kimya. Pia tunasimamia airport ya Ngong'o, airport ya Ngong'o inasimamiwa na watu wa no. no. <shocked> Ngong'o <laughs>